Mungu na wa kumwomba Mungu maana, mimi aliniambia kwenye Mika sura sita mstari wa kwanza sema simama ujitetee mbele ya milima na vilima, na visikie usemavyo. Maana yake jaribu lilikuwa kubwa, ukisimama wewe ukasema, Mungu analifanya kuwa jaribu dogo, alafu linasikia sauti yako, linakuheshimu, linakutii. Simama na ujitetee mbele ya vilima na, mbele ya milima, na vilima visikie sauti yako. Yaani, jaribu linapokuwa kubwa, ukisimama wewe lina Mungu analishusha kuwa dogo, lakini ukimwambia mtu hayo niombe, analijua jaribu lako. Simama kwenye Pasaka hii, Bwana kutendee mema. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Hilo ni jambo ambalo tume <coughs> vipengele ambayo tumeenda navyo Nimeishia kipengele cha pili ambacho pia sijakupa mstari mwingine, tutaangalia kesho na tutaendelea jambo la, la, la tatu na la nne na la tano. Utakuja kuona kuna wakati mwingine mtu anasema ah, yaani nikifanya kazi watu wanicheka. Utakuja kuona hapa, kuna andiko linasema usiogope kuchekwa unapoandaa misingi yako ya kesho. Wakati mwingine watu wanaweza kukucheka, kukuzi haki unapoandaa misingi yako ya kesho, usiogope. Haleluya maana yake kuna hatima yako mbele, kuna ujasiri mbele yako. Wakati mwingine unaweza ukaja unasema, baada mimi nakuja peke yangu, wengine Bwana hawaji. Ni lazima ni wakati mzuri ambayo Mungu napoondoka katika madhabahu hii, ninaachilia mbegu ambayo umeanza kuipanda mahali hapa, Bwana ikazaa, ikaote ikalete mabadiliko ikalete matunda kwa jina la Yesu Kristo. Kila aliyekuja na huzuni aondoke akiwa na furaha, maana wewe ndiye pasaka wetu. Asante Bwana Yesu kwa sababu uko nasi, endelea kututunza endelea kutukumbuka na kutubariki, tunapoingia tunapotoka. Bwana tembea na sisi. Naomba Bwana mahitaji walionayo watu wako kwenye mioyo yao, wewe unayajua, ndio maana mikono yao wamenyosha juu wakiyabeba haya mahitaji kuyasogeza kwako. Naomba Mungu, kila mmoja katika hizi siku ambazo zitakuwepo mahali hapa, ukawajibu na ukawatokee, na kila mmoja akakuone wewe, akakufurahie Bwana, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mungu awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza. Bwana asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa neno yes, na tunaingia sasa kwenye kumtolea Mungu sadaka zetu. Karibu praise team wanapotuongoza. Tuna vyombo vitatu, sadaka ya ibada eh, sadaka ya shukurani katikati na chombo cha mwisho eh, fungu la kumi au zaka. Mungu akubarikia Zaka. Kwa sauti yako nataka nimjue Yesu Nijue. Nijue Tunakushukuru Mungu wetu Baba yetu Mungu mkuu na Mwokozi wetu, tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu unayetukusudia mema siku zote. Tunasema asante kwa sababu kipindi hiki tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa Mwokozi wetu, asante kwa sababu kusudi lako ni jema katika maisha yetu, asante kwa kutuimarisha Asante kwa kutukumbusha upendo wako. Asante kwa sababu ni kipindi kipya. Baba, asante kwa neno lako na mtumishi wako. Tunakushukuru Mungu kwa ibada hii ambayo ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunasema asante Bwana kwa sadaka hizi ambazo tumekutolea wewe Mungu wa pekee na wa kweli, pekee unayestahili kutolewa sadaka na dhabihu. Baba, nakusihi sasa, sadaka hizi zikanene mbele zako. Baba, ukazitakabali ukazikubali, kwa sababu ni za watoto walio urithi wako. Mungu kawabarikie watoto hawa ambao wamenyosha mikono yao kukushukuru, kukubariki katika vi, vi vichache katika vingu ulivyowapa Mungu. Sadaka hizi zikae kumbukumbu mbele zako na kwa kanisa lako lote. Baba, zikafanye kazi yako sawa sawa na neno lako, ukawabarikia kwa kipimo cha kimbingu. Mungu, kazi zao zikawe ni baraka. Familia zao zikawe ni baraka. Mungu kazi zao zikakuletea wewe Mungu utukufu. Pokea sifa na utukufu Mungu wetu, kwa sababu umestahili. Tunayaomba yote haya ni katika jina la Yesu Kristo, amen zaidi Tumshangilie mungu wetu kwa ibada nzuri. Santa Praise Team, Mungu awabarikie sana kwa huduma kwa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelekea mwisho. E, leo ni siku yetu ya kwanza ya semina yetu ya Pasaka, ndiyo. Tunamshukuru Mungu kwa mtumishi wake aliyefika na kwa neno la leo. Kesho tunaendelea Kesho tufike kwa wakati, tunaanza saa kumi na moja kamili. hebu e, mwalike rafiki, jirani, ndugu, office mate e, yule jirani yako kwenye biashara, mwambie kule kwenye madhabahu ya bwana tunapomwabudu tunalo neno zuri la kukujenga na kukubadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunafika mwisho ibada e, semina yetu tutaendelea kesho na kesho kutwa e, halafu siku ya jumamosi mosi e, tutakuwa na mapumziko kujiandaa na siku ya Pasaka. Na siku ya Pasaka itakuwa siku ya siku ya Jumapili, itakuwa ndio pasaka yenyewe. Tuendelee kujidhabihu, tukumbuke, siku ya Jumapili ibada zetu zinaanza saa mbili kwa maombi. Saa tatu ni ibada kuu na tutakuwa na ushirika mtakatifu wa meza ya Bwana. Tuendelee kujidhabihu tunapokumbuka kufa na kufuka kwa mwokozi wetu. Baada ya hayo ni mwombe mama mchungaji wetu. Mama mchungaji, karibu ili tutamkie baraka tunapoahirisha ibada ya leo. Mungu akubariki sana kwa kufika. Amen.

Tuombe. takatifu takatifu, tunasema asante kwa ajili ya neema hii. Sante Bwana kutukubali tuwepo chini ya dali ya nyumba yako. Sante Yesu kwa ajili ya kila mmoja mmoja ambayo umempa neema kuwepo mahali hapa. Sante Yesu kwa ajili ya mtumishi wako, tunakushukuru Mungu kwa sababu unatupenda Sante Bwana, unatukumbusha yanayopaswa kutendwa. E Mungu, tupe neema, maneno haya Bwana akakae mioyoni mwetu Bwana, e Mungu, yakazae matunda kwa jina la Yesu Kristo. Tupe neema Bwana ya kuyashika, tupe neema Mungu ya kuyatenda kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakusihi, tupe neema hata kesho kukutana tena mahali hapa Bwana ukampe neema mtumishi wako, mpe maneno Bwana, maana wewe unayo maneno kwa ajili yetu, unayo maneno Bwana ya wakati. Maana Mungu unawajua watoto wako, nawe Bwana unajua uhitaji wa watoto wako. E Mungu, kaendelee kumtumia mtumishi wako, kaendelee kumsemesha Bwana kwa ajili ya kanisa lako. Tunaomba ulinzi wako tunapoondoka mahali hapa kila mmoja mmoja, Bwana, ukatulinde hata tukafike majumbani kwetu salama. Sante Mungu, asante Mtakatifu, wewe usikiaye na kutenda, kwa jina la Yesu Kristo amen. Amen, Mungu atubariki twende na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo.